Jambo tena, natumai u mzima na buheri wa afya, na siku ya leo pia ningependa tujifunze zaidi <laughs> najua tumesalia kwenye eh, mada moja kwa muda mrefu, lakini kuna muhimu wa kuchukua mambo polepole. Nia yangu ilikuwa ni kuhakikisha kuwa kila mtu ameweza kuelewa eh, kila kitu ambacho ni muhimu sana kwenye eh, umbo la atomi na kupitia hiyo tunaweza kuwa na ufahamu mzuri sana uh, jinsi mambo makubwa ulimwenguni yanafanyika, ikiwemo jinsi mabomu ya kinuklia ya e e e e e e kinuklia kiatomiki, jinsi mabomu hayo yanafanya kazi. Na pia katika ulimwengu, katika uhalisia, uh, nguvu hizi za kiatomiki hufanya kazi wapi, na hapo ndipo tutazungumzia kuhusu jua na kabla tufike hapo, hivyo itabidi tuzungumzie kwa undani uh, hii natumai itakuwa ni uh, somo muhimu sana la kuelezea jambo muhimu uh, ndani ya atomi ambayo hupelekea uh, uh, kuweko na nguvu nyingi sana ndani ya atomi. Tumezungumzia atomi kwa undani, tumezungumzia kuhusu Uh, vitu vitatu ama chembechembe chembe tatu ambazo hupatikana ndani ya atomi. Tumezungumzia kuhusu umbo lake, tumezungumzia tume kuhusu utupu wake, tumezungumzia kuwa ni vigumu kuwa vitu kugusana na tumeweza kuchambua atomi kwa undani vizuri sana. Sasa ningependa tu, uh, tuangazie uh, tuangazie kitu kitu cha nukliasi ya atomi na hapa ndo kuna mambo mazuri sana ambayo tutaweza kujifunza leo ambayo yatakuwa ya manufaa sana katika maarifa yetu, na yataweza kutusaidia e, kuelekea siku za usoni. Nakumbuka nimeweza kutaja mara mara si moja kuwa atomi ina nukliasi, na nukliasi ndani ya nukliasi kuna chembe chembe mbili. Kwa sababu nilijua hii itakuwa ngumu sana ku kuweza kuchora kwenye karatasi, niliweza kuchapisha picha hii ili kuweza kuelezea vizuri kabisa jinsi uh, nukliasi ya atomi hukaa. Kwenye picha hii tunaweza kuangalia umbo ya atomi, na hapa katikati ndipo penye kuna nukliasi. Hii ni nukliasi hapa ndani, na hii hapa ndo kiwango cha kwanza cha nishati, na hii pia hapa ni kiwango cha pili cha nishati. Ukiona kwenye picha hii, ndani humu kuna protoni na kuna neutroni, na ukiangalia zote, protoni zote ziko na chaji sawa ambayo ni chaji ya chanya. Kwenye, kwenye uh, kiwango cha nishati cha kwanza, tunaona kuna elektroni mbili na kwenye kiwango cha kili cha nishati tunaona kuna elektroni tano. Ukiangalia vizuri kabisa humo nje kwenye uwanja wa nishati tunaona elektroni hazikai pamoja. Elektroni moja iko hapa, nyingine iko hapa, nyingine iko hapa, nyingine iko hapa. Na nyingine iko hapa. Hakuna mahali utazipata zimekaribiana ama kushikana pamoja, haiwezekani kwa sababu tulisema kulingana na sheria za kielektromagnetiki chaji sawa hutengana, lakini sasa kashasha huingilia hapa. Iweje hapa ndani kwenye nyukliasi ya atomi tuko na protoni ama tuko na chembechembe hii ya protoni zikiwa pamoja zimeshikana, hazifai kuwa pamoja zinafaa kuwa zimetengana zime, kwa sababu zote ziko na chaji sawa, ambayo ni chaji chanya. Kwa hivyo ni kwa nini uh, chembe chembe hizi hukaa pamoja ama huweza kukaa pamoja ilhali ziko na chaji sawa? Hili ndio suala ambalo ningependa tuangazie kwenye kipindi hiki. Kwa hivyo wacha nichore basi, niseme hii ni protoni moja na hii ni protoni nyingine iko hapa. Zote ziko na chaji sawa. Kwa sababu zina chaji sawa kulingana na sheria za elektromagnetiki, basi wakati tutaleta chaji hizi pamoja, kimsingi lazima zitengane. Kisheria, kiuhalisia, lazima zitengane, haiwezekani hawa wili kushikana. Hawa wili ni kama adui adui eh? ingawa inafanana lakini ni kama maadui. Maadui kuleta pamoja, hawawezi kubali kukaa pamoja, wao utengana. Huyu anataka kwenda pande hii, huyu mwingine anataka kwenda pande hii, hawataki kuja pamoja. Lakini iweje hapa maadui hawa wamekuja pamoja? Kwa hivyo hapa kuna nguvu mbili ambazo zinafanya kazi, na nguvu ya kwanza ambayo nimeongelea nime kuhusu ni nguvu tumeisema, inaitwa electromagnetic hii nguvu ya kielektromagnetiki inasema chaji ambazo ni tofauti hubanana ama huvutana kwa karibu na chaji ambazo ni sawa au zinafanana hutengana, chaji hizo hutengana. Samahani. kwa hivyo ukileta chaji chanya na chanya pamoja, lazima zitengane, na ukileta hasi na hasi pamoja, lazima zitengane. Lakini kuna nguvu nyingine kuu, kuna nguvu itwayo nguvu kuu ya ya kinuklia. Kuna nguvu kuu ya kinuklia. nguvu kuu ya kinuklia ni nguvu ambayo hufanya kazi ndani ya chaji ndani ya hizi chaji. Kuna nguvu, kuna nguvu kuu iliyomo mle ndani, na nguvu kuu hii haina, haina haiendi mbali yeah. Tuseme kama kuna protoni hapa hivi, ni chaji, chaji chanya, hiyo nguvu ya kinuklia husalia mle ndani, ni ngumu sana itoke iende mbali ukilinganisha na nguvu ya elektromagnetiki hii kutengana, kutengana huku kwa chaji zilizo sawa kunafanyika hata kwa umbali mkubwa. Ukiweka chaji hapa hivi, ukiweka protoni hapa mali kama hapa, na uweke nyingine hapa, athari ya, ya, ya kielektromagnetiki ya protoni hii ita uh, itasikika hadi hapa, tunaweza kusikia ama tuweza kuhisi athari zake hadi hapa hata ukiweza kusongeza kusogeza kwa bali kidogo, lakini kikuja kwa nguvu za kinuklia, nguvu kuu ya kinuklia athari zake ni hauwa zine bali, athari zake huwa karibu sana. Ila tofauti kati ya nguvu hizi mbili ni kuwa nguvu hii si si ya juu sana kulinganisha na nguvu kuu ya kinuklia, ama kwa kimombo wanasema strong nuclear force. Samahani, maandishi yangu kweli yana strong nuclear force. Kwa hivyo, ukilinganisha kwa, ki, kwa viwango, nguvu kuu ya kinyuklia hukua na uzito zaidi ya mara mia moja ya nguvu kuu ama nguvu ya kielektromagnetiki. Kwa hivyo, ukiweza kufahulu, ukiweza kusukuma protoni na protoni kwa pamoja ziweze kupatana na kubanana, nguvu kuu hii ya kinyuklia, ambayo ni ya juu sana, iko na uzito mkubwa sana, ama iko na nguvu kubwa sana kulinganisha na ile nguvu ya kielektromagnetiki. Hii uchukua fursa ama uchukua nafasi ama uchukua hatamu na kuleta uh, chembe chembe hizi mbili ama vidonge hivi viwili pamoja na kuvifanya vibanane, na itakuwa vigumu sana kwako wewe kuvitenganisha kwa sababu hakuna nguvu nyingine yenye kuna nguvu kuliko nguvu hii kuu ya kinyuklia. Itakuwa vigumu sana wewe kuzitenganisha hata ukitumia nguvu ya kielektromagnetiki, ni kama wewe kushindana na Ukipewa kamba uvute wewe binadamu upewe tuseme kitu kama gari, upewe gari aina e, ya Toyota Hilux, uambie uivute kwa kamba cha kwa vigumu sana wewe kusogeza ile gari, kwa sababu wewe unaweza kuwa ukitumia nguvu za kielektromagnetiki, lakini ukipea ndovu iweze kusukuma gari lile, itasukuma kwa urahisi kabisa, kwa sababu iko na nguvu nyingi sana kuliko na hakuna venye utaweza kupimanisha nguvu zako na nguvu za ndovu. Kwa hivyo, hii ndio utofauti ambao unakuja kati ya nguvu hizi mbili, na hii nguvu ya kuu ya kinyuklia ndiyo inayofanya kukuwe na uwezo wa protoni ambazo zimebanana pamoja mle ndani, uh, kwenye uh, nyuklia ama kiini cha atomi. Zaidi ya hayo, kuna neutroni. Kumbuka neutroni haina chaji, neutroni haina chaji, lakini neutroni ni kitu muhimu sana hapa ndani, ni kama ule wakati wa uchaguzi wa elfu mbili uh, uh, na saba wakati tulikuwa na uh, Raila na, na Kibaki. Wakati huo tuseme, protoni moja ilikuwa ni Raila na protoni nyingine ilikuwa ni Kibaki. Wakati huo hawakuwa pamoja, lakini Kofi Annan aliingilia katikati na kuleta pamoja Kofi Annan. Sasa hapa ndo neutroni. Neutroni husaidia kuongezea kukua kama guluu inayoshikanisha uh, uh, neutroni samahani, hutumika kama guluu inayoshikanisha protoni hizi pamoja. Hii inasaidia kuongeza nguvu za uh, nguvu kuu za kinyuklia, na hivyo basi tunaweza kupata umbo ama tunaweza kupata atomi ambayo ime- iko imara imeweza kusimama. Lakini ujue kuwa chuki kati ya hizi mbili ama hizi hizi protoni, protoni eh, chaji ambazo ziko nazo ama hiyo utenganisho, utenganisho ambao unatokana na nguvu za kielektromagnetiki hukuwa juu sana. Na wakati idadi za protoni na neutroni zinaongezeka zinaanza kuongezeka kuwa juu, na hii inaonekana kwa uh, elementi zile zenye ziko kwenye, ziko na uzito mkubwa sana kwenye ile meza ya, ya, ya elementi, hapo ndipo utaanza kugundua kuwa kuna Uh, atomi ambazo ziko na neutroni nyingi kuliko protoni kwa sababu lazima kukuwe na eh, kofinani wengi ama kuna neutroni nyingi ambazo zinaweza kusaidia kuleta zile protoni pamoja. La sivyo, nguvu za kielektromagnetic zitaongezeka kuwa za juu sana na kusababisha atomi ama nucleus hile kuvunjika. Kwa hivyo ni nguvu hizi kuu za kinyuklia ambazo zinasaidia atomi kuweza kukuwa na nyuklia iliyo thabiti na ambayo inaweza kutengeneza elementi nyingi ambazo ziko kwenye ulimwengu huu na zimetengeneza vitu vyote ambavyo sisi tunaziona, kwa sababu kama si uwezo wa nguvu hii kusimama imara, basi vitu vyote hivi havingeweza kuwepo ulimwenguni. Natumai umeweza kujifunza kitu hapo. Asanteni.